Na, mtazamaji, tuanze kule Bungoma ambapo dereva wa gari moshi na watrela wanauguza majeraha mabaya katika hospitali moja mjini Bungoma baada ya gari moshi na trela kugongana ana kwa ana. Kwenye jali mbaya iliyofanyika katika eneo la Pamuz kwenye barabara kuu ya Bungoma Mumias, walioshuhudia ajali hiyo wanasema dereva wa trela alipuuzilia mbali king'ora kutoka gari moshi lilokuwa limekaribia. Hali iliyosababisha ajali hiyo. Kati alifika hapa ya awa kusimama, alipita tu ndio hii mkaza ikatendeka mahali hapa. Dereva mwenye ameumia sana ni dereva wa lori, ndiye ha ako hali ya mahututi, ako hospitali. Spiti ambayo tunakimbia nayo kwa barabara kama watu wa trailer Sio mzuri, sio hapa town peke yake, highway from Mombasa to Malaba. Watu wa e twera, mwanaendesha vibaya sana. Twera na amujali maisha ya wanadamu wenzenu, na amujali pia maisha yenu.